Basi ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya 98.7 Banana FM tukiendelea kusonga mbele na simulizi ya ndugu yetu Jenifer, na kama tunakumbuka, tulipoishia kwa siku iliyopita ni kwamba Jenifer yeye amerudi nyumbani kwao, yupo nyumbani kwao, lakini yupo kwenye wakati mgumu, amefumaniwa na Felix kafumaniwa akiwa na Tony ambaye Tony ndo Godfrey Wasonia, lakini haijafahamika mwanzo. Lakini Felix ameahidi kumsamehe, na amesema atamsamehe kwa sharti moja tu, endapo pale Jeni atakapoamua kwenda kutoa ushahidi mahakamani, kwamba atakapoamua kusema kwamba e, Tony alikuwa ni mmoja wa watu ambao walivamia nyumbani kwao ili siku ambayo anavalishwa pete Jenifer anasema hivyo vindo vitu ambavyo ninataka niviseme. Jini anasema siku ile nilizungumza na mamangu, na nikaona sina mtu mwingine wa kumwambia ukweli zaidi ya mamangu, kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye nitaweza kuzungumza naye, nitaweza kumwambia. Anasema mamangu aliahidi kwamba atanisikiliza. Na Jini anasema kweli mamangu alinisikiliza, lakini alishtuka sana aliposikia kwamba Felix ameamua kunisamehe. Hilo ndilo ambalo lilimshtua zaidi. Ndo lile ambalo lilimwogopesha zaidi. Nikamwambia, akaniuliza amekusamehe? Nikamwambia ndio, amesema kwamba amenisamehe na taratibu za ndoa zitaendelea palepale zilipoishia, na hichi kitu hapaswi mtu mwingine kukifahamu. Jenifa anasema nililia sana, nililia mno. Mama yangu akaniambia kwamba sipaswi kuendelea kujiumiza kwa kulia, kwa sababu machozi hata nisaidia kwa chochote ni ninalipa kwa lile ambalo nimelifanya, na hiki ambacho kimetokea kili na kilicho kilichopo hakiwezi kubadilika, ni matokeo ya kile ambacho mimi nimekifanya, ndio matokeo yake haya. Jeni nasema nilikuwa nalia kama mtoto mdogo, siamini macho yangu yani, yani natamani nirudishe siku nyuma fu nifute vitu fulani ili basi visi visiwepo kwenye maisha yangu, lakini lakini Jeni nasema ni uongo haiwezi kutokea. Ingekuwa inafaa basi ningefanya, lakini sikuweza kufanya vile. Jenifer anasema nililia sana. Mamangu aliniambia kwamba kuna mawili kwenye hili, na kama sio mawili, basi ni matatu yapo kwenye swala hili. Huenda kweli Felix amekusamehe kwa sababu hataki kukupoteza, anaogopa labda fedhea huko nje kutokana na taswira yake na familia yao kwa ujumla ilivyokubwa, inavyofahamika, lakini pia huenda hajakusamehe. Ila utakapoingia kwenye ndoa na yeye, huenda ndo muda ambayo atatumia kulipa kisasi, au huenda hajakusamehe kabisa na ana plan, ana plani zake, ndio maana anataka hii kesi iishe kwanza, hukumu itoke, alafu ndondoo iendelee. Kuna uwezekano labda ukampoteza toni na Felix wote, toni akaishia gerezani na wewe na Felix mkaachana pia vilevile. Jenifa anasema mama wangu alinifumbua akili, alinifungua akili, nikawaza ni pia vitu ambavyo yani, the way ambavyo familia yake ilikuwa na mimi kule kabla sijaja kwetu ni kama kuna kitu walikuwa wanajua, uenda hawakutaka ni direct, ni, ni kama unijua kama kuna kitu anajua, lakini sikujua ni kipi hasa kinaendelea. Jina nasema mamangu alinipa, aliniambia mambo ambayo nikaona ni kweli. Felix hawezi mimi hivi hivi tutafunga ndoa alafu nitakuja kuteseka kwenye ndoa. Hicho ndio kitu ambacho jina nasema, ndio kitu ambacho ilikaa kichwani mwangu kwamba nitakuja kuteseka, nitakuja kuishi maisha magumu na sitakuwa na namna ya kutoka, kwa sababu tayari nipo kwenye ndoa mm -hmm. na nitaona, nitaona aibu kuachika, kufanyaje? Naweza nikaja kuteseka kwenye ndoa kweli, lakini nifanyaje? Nasema niliwa kiasi cha kwamba asubuhi yake nilishindwa kabisa kuamka, nina homa kali, kichwa kinaniuma, nina yani, nina hali mbaya, nilipelekwa hospitali na nikalazwa, nikapumzishwa kwanza, maana nilionekana kwamba nina msongo wa mawazo, mwili umedhoofika, yaani siko vizuri. Nikaambiwa kwamba nipate muda mwingi wa kupumzika, nipunguze mawazo ili niweze kuhe niweze kutoka kwenye hilo kajanifonasema wakati ule nimeikaa tena pale hospitali kama wiki na nusu ni kila siku daktari alikuwa anakuja kuzungumza na mimi kuongea na mimi na nini, mpaka sema Felix akanitafutia tena mwana saikolojia ili aje kuniweka akili yangu sawa. Lakini Jennifer anasema, naanza kwa nini Felix anafanya yote haya kwangu? Yani ninao na hofu, naogopa sana. Kwa Jennifer anasema, ile ile kesi ikawa inazidi kwenda mbele, yani haikusikilizwa haraka kama vile Felix alivyokuwa anataka. Na Jennifer anasema ilikuwa imebaki kama kitu na mwezi na nusu tu ili mimi na ndoa yangu na Felix ikatimie ndo muda wote umebaki, nasema nilivyotoka hospitalini, nilivyokuja kuruhusiwa nikaambiwa kwamba ndoa yangu imesogezwa mbele. Anasema, can you imagine? imesogezwa bila mwenyewe kushirikishwa, mi sijaambiwa chochote, lakini naambiwa hivyo tena na mamangu. Nikamuliza, mama, hao mbona mimi hujaniambia? Akaniambia kwamba kutaka kuendelea kuniharibu kiakili kule hospitalini kwa hiyo ndio maana ya kuona mwimu wa mimi kuniambia jana, anasema nilikuwa najua pesa nina mwenzi afu harusi ifungwe, lakini naambiwa kwamba harusi imesogezwa mbele, imesogezwa miezi miwili tena mbele. Kwa hiyo Felix alikuwa amedhamiria kwamba mpaka mpaka hukumu itoke, ndio basi ndo yetu iweze kwenda kufungwa. Sikujua ameplan nini cha zaidi, sikujua ni kitu gani ambacho anakiwaza zaidi. Jennifer anasema sikuweza siku ta kumtafuta Felix kumuuliza kwa nini ameamua kusogeza harusi yangu mbele, harusi yetu mbele. Sikutaka kumuuliza kwa sababu najua chanzo, najua sababu ni nini. Jennifer anasema ilitakiwa siku ya mahakamani na Jennifer anasema ile kesi ilikuwa ni kesi ambayo tayari Felix ameitilia ya nguvu, yani ilitakiwa mimi tu niseme neno ili Toni afungwe Felix alikuwa ametilia nguvu. Anasema kwa kawaida tunafahamu kwamba kwa kesi huwa inaenda inarudi inapigwa tarehe ina inasuguzwa mbele na nini, lakini jina anasema kwa kesi hii ilikuwa ni tofauti, kesi ilisikilizwa siku moja tu, sema ni kweli Felix ni na familia yake ni watu wenye nguvu, babake ni mtu mkubwa serikalini. Jenifer anasema jataka kumtaja huu kwa sababu uenda mtu akamsikiliza akasikiliza the way kazi alivyokuwa naifanya akaweza kufahamu. Lakini Jenifa anasema babake Felix alikuwa ni mtu mwenye nguvu, ni mtu mkubwa serikali, kiongozi na nini, kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye anapawa fulani. Lakini Jenifa anasema mimi, familia yetu ni familia yetu ya kawaida tu, kwa hiyo kesi ile ilisikilizwa mara moja tu, yaani ilikuwa ni kesi ambayo ilisikilizwa mara moja na ikaisha siku hiyo hiyo. Jenifa anasema mamaangu aliniambia kwamba nisipelekwe na hofu. Yine lazima nilimshanga sana mamaangu, alikuwa na mimi bega kwa bega kwa siku. Ya mahakamani ilipofika, alikuja kunichukua mimi mamaangu na Felix, alikuwa ndo dereva mimi nimekaa mbele, babangu na mamaangu amekaa nyuma ya gari, safari ya kuelekea mahakamani semasiku likuwa na siku nyingine ngu mkwangu tumefunga safari kuelekea mahakamani. Jenifer nasema nilipofika mahakamani, mamangu akanitia tena moyo, akaniambia fanya maamuzi unayoona wewe ni sahihi, usifanye kwa sababu unaogopa kupoteza kitu fulani. Sema ukweli wako kutoka moyoni na fanya kitu ambacho hutajilaumu, hutajutia wala hutajiona kama una makosa au umekosea, fanya hivyo. Jenifer anasema kiukweli ninaona kabisa kwamba mimi nikitoa ushahidi kufunga Toni sitaka nijisamia. Maisha yangu yote nitaishi maisha ya kuteseka maisha yangu yote. Jenifer anasema watu wote walikuwa wameshaingia mahakamani, mimi na Felix tulikuwa tumebaki nje. Jenifer anasema cha kushangaza zaidi nilimwona Sonia mahakamani, nilishtuka, sikutegemea Sonia pamoja na mamake Umefata nini hapa? Kitu gani ambacho umekifuata haswa? Nafahamu haswa kwamba Felix aliniambia kwamba hii ibaki siri yangu mimi na yeye hao. Sasa Sonia yuko hapa, akimuona tena Tony ambaye kwa kweli anafahamu kwa jina la Godfrey, si itakuwa ni masuala mengine, ni jambo lingine tofauti kabisa. Mbona tena yuko hapa? Yeye anasema kwa jicho alikuwa ananiangalia Sonia. Ilikuwa wazi kwamba ana chuki ndani yangu tayari anahisia mbaya juu yangu, hakuonesha yale, yale, ule ule uso wa wa furaha uso wa urafiki ambao tulikuwa nao hapana, hakuonesha hivyo kabisa. Jini anasema ilionesha kwamba tayari kuna kitu ambacho anakifahamu, kuna kitu ambacho anakijua. Jenifa anasema niliomba kwenda msalani, niliomba kwenda msalani na Jenifa nasema nilipatwa hofu kweli, sikutegemea kumwona Swamia pale wala sikutegemea kumwona mamake Felix kwa sababu Felix aliniahidi kwamba hili jambo litaisha na mipango yetu ya harusi itaendelea. Jenifa nasema nikaenda chooni, nienda nimeogopa kweli, lakini sema wakati ule nipo nimeendelea kujiuliza, nipo kwenye kibaraza ambacho korido ya vyo, vyo, kwenye vyoo hey, endelea kujiuliza au kama Sonia yuko eneo hili akimwona, itaonekana kwamba na mimi ninajua chochote kinacho yani ninajua chochote kilichoendelea, na huenda anajua kwamba mimi nime nimefumaniwa na, na na na mpenzi wake jana. Nasema wakati anajiuliza yale maswali, alikuja Sonia na alinivuta kwa nguvu sana na kweli nikaamini kwamba kweli familia ya Felix inajua anasema, sijui kama ilikuwa ni mipango yao, lakini huenda Soneli alishindwa kuendelea kuficha hisia zake, alishindwa kuendelea kuz, kuziba hilo yani, alishindwa kuendelea kujifanya kwamba yuko sawa na mimi na nini, na alijikuta ameniambia vitu kabla hata kwenda mahakamani, kwenda ndani, kuingia ndani mahakamani, kwenda kutoa ushahidi ya kila kitu, akaniambia kwamba nilikuwa nabishana na mama angu sana, alivyokuwa ananiambia kwamba wewe ni kahaba, na nilikuwa ninamshangaa sana mama yangu kushikia wewe kwa sababu nilikuwa na wewe ni mtu poa sana, ni binti ambaye una shida na mtu ulika na, na, na, na mimi vizuri, lakini nimeamini kweli kwamba wewe ni nyoka, kumbe wewe ni nyoka. Nilikuwa nakutuma ukaniombe msamaha kwa ji, kumbe wewe ndio ulikuwa unataka kumshawishi na kumrubuni ile, na mimi i mean, ili awe na wewe na achane na mimi ulikuwa unatamani sana mahusiano yangu mimi na, na, na Godfrey hukuridhika na yale mapenzi ambayo kakaangu alikupa, alikupa kila kitu kibadilisha maisha yako lakini hukuridhika. Yaani anasema Sonia aliongea maneno mengi sana bila kupumzika, bila pumzi, bila kuweka vituo alizungumza. Yaani anasema kiukweli sikuwa na la kujitetea na niliona dhahiri kwamba hata nikijaribu kujitetea kwa namna gani, hawezi kunisikiliza na hawezi kunielewa. Anaamini kwamba mimi nilienda kwa, alikuwa ananituma kwa mpenzi wake, lakini mimi nilienda kumroboni. Aliamini hilo. Kwa hiyo jina nasema sikuwa na la, la kujitetea, nilinyamaza kimya na machozi tu yakiwa yananitoka, akiwa ananita mnafiki na aliyekinafiki na nini, jina anasema na alitoka pale akili yangu ikarudi kwenye maneno alikuwa ananiambia mamaangu, aliniambia kwamba aidha huenda kweli Felix akawa amenisamee, lakini mbili uenda Felix akawa hajanisamee na atakuja kulipiza hili kwenye ndoa, au tatu wenda nikampoteza, nikapoteza vyote. Anafanya hivyo, ndio maana anataka kesi iishe, alafu kesi iishe, Toni ahukumiwe, na mimi asinioe vile vile tu aniache. Nasema nikafikiri, ina maana familia yake inajua upuuzi wote ambao mi nimeufanya, inajua kila kitu. Kuna kitu Tony ametengeneza, I mean Felix ametengeneza juu yangu. Yeye anasema tuliingia mahakamani. Tulivyoingia mahakamani, cha kushangaza zaidi kwenye ile kesi, shahidi wa kwanza alikuwa ni Felix, shahidi wa pili alikuwa ni Sonia, alafu shahidi wa tatu alikuwa ni mimi Jina anasema Kabla mimi sijaja mahakamani niliwahi kumtafuta yule yule yule, niliwahi kumtafuta mwanasheria ambaye, uh, Tony alinipa namba zake ile siku, niliwahi kumtafuta na. Jenifer anasema kuna vitu ambavyo alinipa yani, kuna namna alinielekeza ya kumtetea ya kumtetea Tony kama nitadhamiria kumtetea, kama nitakuwa tayari kumtetea basi alinipa maelekezo ya nini cha kufanya na majibu gani ambayo natakiwa kuyatoa mahakamani kama nitaamua kumtetea Tony. Jili anasema nilishtuka sana kuona pale kwamba mashahidi ni, ni, ni, ni Felix, Sonia pamoja na mimi. Jili anasema kiukweli mpaka naingia mahakamani mimi sikuwa tayari kupoteza ndoa yangu na Felix kabisa. Sikuwa tayari kumpoteza Felix. Kwa hiyo nilikuwa tayari kutoa hukumu kwa kwa ajili ya ya ya kuweka haya sawa, lakini eh, Jenifa anasema baada ya ya Sonia kuniambia ile maneno, akili yangu ilifunguka upya, akili yangu ili, iliwaza vitu vingine vipya. Nikawaza uenda kuna kitu kinaendelea hapa, kuna kitu ambacho kipo sawa, kuna kitu ambacho kitatokea, kitakuwa kibaya zaidi ya iki. ni kitu gani? nini ambacho kitatokea Jenifer atatoa ushahidi wa kweli? Atamtetea Tony au atakubali Tony afungwe, au itakuwaje? Felix amemsamehe kweli Jenifer, au ni kama mamake Jenifer alivyowaza kwamba anaweza akaja akamhukumu kwenye ndoa, akamtesa, akamnyanyasa kwenye ndoa, au la ataiondoa isiwepo kabisa, Tony afungwe, halafu Felix amwache Jeni? Maana yote haya yanawezekana. Kipi ambacho kitatokea? tutaendelea kwa siku ya kesho. Mimi naitwa Madam T, Madam T, unasikiliza 98.7 Banana FM, nikutakie jioni njema.